Habari za kutwa nzima leo, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Kwa usiku wa leo tunatarajia, magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa kuwe na hali ya mwingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. hili hali mkoa wa Njombe pamoja na Ruvuma kutokuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo wa mbalimbali ya nchi, huku mtawanyiko wa viashiria vya mvua ni katika baadhi ya maeneo ya nchi, hususan maeneo ya ukanda wa Victoria, magharibi mwa nchi kuelekea maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, huku mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio ya kuwa na vipindi fupi vya upepo mvua kubwa hususani katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Kwa upande wa ukanda wa Viktoria kwa siku ya kesho, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi yakijumuisha na kusini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Mkoa wa Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kutakuwa na hali ya mvua pesi capo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki tulikuwa na hali ya ukavu. Na sasa tumalizia utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa, jiji la Dar es Salaam tulikuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Dodoma tulikuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache kwa siku ya tarehe ishirini na mbili. Hali kadhalika mkoa wa Mwanza unatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro ukitajwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya unatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Morogoro kunatajwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 21 mwezi wa 11. Arusha kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania. Hatuna la ziada, asante, na nikutakie wakati mwema.